Ndugu, okay, mpenzi msikilizaji na mtazamaji wa kituo cha habari Reality Mambo TV, na kusalimu popote pale ulipo, matumaini yangu kwamba wewe mzima afya kabisa katika muda huu, lakini ujue ya kwamba ni Jumamosi tarehe nane mwezi wa Novemba mwaka wa 2025 Ninakujia na habari kuja kukujuza kwa yale ambayo yaliyojiri, ila sasa ni kukupasha habari kamili. Ninakuambia kwamba tuko katika mashariki mwake DRC huku Kivu ya Kusini, ndi kwambako kituo cha habari Reality Mambo TV kiko na hivyo, kukujia na habari zilizo muhimu, hata kukutangazia habari katika ulimwengu wote mzima, hata huko mashariki mwake DRC hata Kongo mzima pia na hivyo tu nikikuomba kuwa nami mwanzo hadi mwisho, ili ya kwamba upate kufaidia mengi. Inakujia na habari kuhusu Jenerali Masunzu ambaye ameshikwa huko na kupelekwa Kinshasa baada ya yeye kutoka Burundi na kufikia mahali ambako alikuwa hiko huko Kisangani, na hivyo tu ni kukujuza habari zake katika siku hii ya leo. Jenerali Masunzu ambaye aliyeshikwa huko Kisangani na mkuu wa majeshi Jile Banza na hivyo kupelekwa huko Kinshasa baada ya kusikika ya kwamba alikuwa huko Burundi kuongea na mkuu wa jeshi la Burundi, hao kuongea na jeshi la Burundi na kuwaambia wasitishe makabiliano au mapambano kutumikisha drone kuwapiga waasi wa, wa M23. Na hivyo tu hayo nikiyazungumza au kuyanukuu kutoka katika maneno ya chimbuko la IDEPES, na huyo ambaye akuweza kutajwa jina hapo, akizungumza wazi surse yetu. Jambo tena kwa wazalendo ote, jambo kwa kongomani ote, jambo kwa kila mkongomani mwenye kuishi nje ya Kongo na ndani ya Kongo, mkongomani wa baba na mama, mzalendo mwenye kupigania Kongo, mwenye kutetea Kongo. Informasion inatoka kwenye source yetu ya Kisangani inatuambia kuhusu kufungwa kwa General Masunzu. Generali Masunzu alienda akamatiwa Kisangani na mkubwa wa majeshi ya Kongo, Gilles Banza, chef detat major wa force terrestre. Gilles Banza njo alishuka kwenda kumkamata Kisangani. Kisa ambacho kilituma watenda kumkamata Masunzu: Masunzu alitoka Kisangani akaingia Burundi wakati alifika Burundi, alikuwa anaenda kuongea na mkubwa wa jeshi ya Burundi kama hataki tena drone kuwa zinapiga ba M23, yeye njo mwenye anashimamia troisieme zone de defense, so mpaka atakuwa na chunga ordre yake yeye, e, ordre yake alafu njo drone. Basi hiyo ni pointi ya kwanza. Alitoka Kisangani akaingia Burundi, wakafanya kikao, akamwambia mkubwa wa majeshi wa Burundi, kwa sababu base militeri yetu jeshi yetu before vyote vyetu vya kijeshi vyote viko pale Burundi. Akaenda kumwambia mkubwa wa majeshi ya Burundi kama yeye awa nasubiria ordre yake itoke kwa sababu yeye njo komanda wa 3e zone de defense iko na controle nayo, kama ni regio sita wala saba mkongo, eti mupaka bawe banachunga ordre yake, yeye Masusu njo drone na sukoi ziende zipige. Kama hayatosha ordre sukohi hazitapiga na drone hazitapiga. Hiyo njoo ilikuwa kapoente ya Masunzu kumpeleka Burundi. Basi na wakati alipotoka Burundi kule kule Burundi, akakuya akaingia tena Kisangani. Wakati alifika Kisangani, bakakia jikuta Patrick Masunzu anakuya na telefone mbili za mupya. Sasa wakati chef de ta major alikuwa kuwa na mtafuta kesha saa awasiliane naye kwa ile namba alikuwa namtafutia Masunzu, alikuwa tena hapatikani sana kwa ile namba yake yenye balikuwa wanaongea na chef de ta major, kumbe Masunzu alikuwa na alikuwa ishakuwa na zingine namba mbili. Baada ya kikao kilichofanyika huko Kenya Nairobi, naye Josefu Kabila Kabange ambaye kwa sasa anaanza hitwa kwa jina la Kanambe, kwa hivyo kuweza kuonyesha mara ngapi jinsi alivyoweza kumaliza kikao hicho na kumpa yeye Jenerali Masunzu pesa kuja kabisa kufanya kazi ili waweze kushika mji wa Uvira. Hayo tu akiendelea kuyagusia hapo, kumbe Masuzu alikuwa alishakuwa na zingine simu mbili na namba mbili tofauti. Sasa hizo simu mbili az, alizipata je? kumbe hii wakati munasikia ke Kazemberere Kanambe Alliance Kabila alikwaka Kenya, na baopoza ba Frank Diongo na bangine ya baperoluara ba Matata Ponyo kwenda kufanya ile, ile sovo la, la RDC. Basi wakati balitoka kule kule kitu Kenya, baliongea bakasema no batoshe pesa bapatie masunzu masunzu akamatishe Uvira, bakaongea kile kitu bakamalizana. Sasa bakasema Masunzu, sasa tutawasiliana, tutampa je. Ikabidi bakaongea na Masunzu juu kazemberele kanambe anakoka na nimero ya Masunzu, ikabidi bakamate ile nimero ya Masunzu, bamupigie simu, bakaanza kumupanga apartire ya Kenya, bakaanza kumupanga. Wakati balianza kumupanga ti Masunzu akakubali. Sasa wakati alishuka, wakati balikuya balebenye balikuwaka kule Kenya, wakati balitoka Kenya kukuya kukuya, sasa banatawanyika bakakia bana leta matelefoni, bakaletia Masunzu simu mbili kubwa za kisasa. Basi bakaanza kwasiliana, bakatumia Masunzu franga selo. Source yetu na to informer bali mutumia Masunzu franga za corruption za kupatia Bakubwa ba bote wa majeshi benye bako mwa kwanzia Kisangani unashuka mpaka mantite zote za huko Mauvira, kila yenye alikuwa nayua ni mukubwa muzalendo soda wa FRDC bote, izo pesa Masunzu alikuwa alishakuwa nazo. Basi izo pesa zilikuwa zilishaingia mkarte simu ya Masunzu wakati hizo pesa zilingia, Masunzu akaanza kuongea na bakubwa ba FRDC munivo kwanza ya Kisangani, akaanza kubapanga, e, bwana, hapa mipango inaanguka, ingine simu nayua kama alisha katala ndege na drone zisiko tena zinapiga mupaka zichunga ordre yake. Kumbe ilikuwa ishakuwa mission deja ya kuanzisha vita ba M23 baingie baanzishe vita bakamate Uvira ju drone tena hazitapiga sokoya aze tapiga mupaka yeye njo atoshe ordre. Basi wakati franga zilingia Masunzu mule mule mule mu Kisangani, Masunzu akaanza kuongea na wale general ba generale bale, ba ofisye, ba generali, bale bako chini yake wale bakomanda rejo ba... na bengine ile staff yake akaanza kuipanga na kuipiga mihela. Wakati alianza kuipiga mihela mubale wale watu wale wale ba general ba colonel na wale wale ba major njo bakaitisha Kinshasa, bakasema iri shanse mutumane mkubwa wa majeshi hapa. Mambo yenye ikokuilisha badilika, Patrick Masunzu alishakula rushwa. Sasa wakati jine banza mkubwa wa majeshi yote ya Congo, chef d'etat major majoro anatoka Kinshasa kuingia Kisangani, hakumwambia Masunzu kama iko anashuka. Aliambia katu president de la republique, anamwambia bana chilombo kule kulishonekana mambo fulani. Mie naenda kwanza kule, niende nifuatilie dossier. Chilombo akampa ndege, basi akamtilia karibia kila kitu. Aka, akaenda. Wakati aliingia kufika Kisangani alidema akakuta Masunzu naye angali 3 jours anatoka Burundi. Swi kama mulisikiaka, kama kuko habari mulisikiaka ba M23 balikuwa Burundi kwenda kuonana na serikali ya Burundi. Masuzu naye alikuwa kaemu. Masuzu alikuwa kamwele konva, alikuwa ngali 3 jours anatoka Burundi. Wakati anafika Jili Banza naye anaanguka, alikuwa anafikia pale Jili Banza. Anamwambia, ah, mbona niko na kutafuta kutelefone, mara hiyo sikoni. Probleme ni nini? Oh telefone yangu Samuel, niko nayacha kusharge asa ini telefoni tulongiaka komina weye iko wapi? aseme iko kusharge. Sasa izi zingine telefoni siko na kazi gani? pale pale orde, katoka kwanza ale leta tezo telefone apa. Bale balikuwa banenda na jile Banza mkubwa majeshi akamdesarme sile telefone zote tatu yenye likuwa iko kusharge na mbili senya alikuwa kanazo nazo zizamupia zote, bakazidesarme bakazikamata pale pale wakamwambia, no, hatutaongelea hapa. Panda ndege tuende Kinshasa. yeye na wachini yake bakapanda ndege, bakaingia Kinshasa. Jenerali Masunzu alipofika huko makao makuu ya nchi ya DRC Kinshasa nikimaanisha, na kuweza kuulizwa kwa nini kuweza kuacha maeneo ya Nzibira, kuweza kushikwa, kuwaambia ya kwamba wapate kuondoka maeneo hayo na kuweza kushikwa na waasi wa M23. Hayo tena akirudi kuzungumza, wakati walifika Kinshasa ikabidi sasa baanze kumwoji kwanza kumuji sasa bili kuwa kuwaje? Weye unatoka Kisangani unaingia Burundi kwenda kuambia mkuu wa majeshi wa Burundi asikuwa anatumikisha drone zisikuwa zinatoka Burundi zende piga varebele na sukoyi mu mpaka vakuwu wanachunga ordre yako, pourquoi ulifanya vile? na amemeta juu ya nini eh, juu ya nini? Wakati operasyo ya zibira ilipangiwa ina, ina, ina, ina, ina, uliambia bakubwa uliambia ba benye bako mu operasyo zibira, ulisema ke basipigane batoke barudie nyuma. Zibira kangia mu mikono ya M23, unasikia kumbe zibira wakati ilikamatiwa ilikuwa masunzu njo munyalikamatishaka zibira. Basi wakati balenda kule Kinshasa masuzu akaanza kujitetea vile bile biake bya bongobongo. Ikabidi bakamate zile telefone zake banze kucheke nini kwena ndilamo zile masimu kwenda kukuta Masuzu na Joseph Kazemberere Kanambe balishapanga apulaya kukamatisha Uvira, balishamutumia franga franga, alishaanza kuzipatia ku baofisi kule kule Makisangani, banze panga na jisi Uvira itakuwa tombe nanjo hivyo Masuzu na maudio

alafu kisha bayuejsi batapangililia de na mpaka leo hivi troisieme zone de defense eko mumikono mikono ya yepe chef d'etat major Gilles Banz njo mwenye kwa na kontrole kwa leo, njo probleme ya masunzu hiyo hiyo. Njo informasio inatoka kwenye source yetu ya Kisangani, source yetu ya IDPS. IDPS oye, IDPS viva IDPS na likolo. Source yetu tena na tuinforme kufatana kama mulisikia, eh,

Nikisema asante kwa kufika tamati ya kipindi chetu katika siku ya leho ya Jumamosi, nikisema ya kwamba wewe ulikuwa nami mwanzo hadi mwisho katika kipindi hiki, na hivyo tu kufaidia hayo ambayo nimekuletea, kama vile taarifa ya habari, na nikikuomba wewe tu uweze kusubscribe, ikiwa huo ungaliwa mpya kwenye channel ili wanapata habari zote mapema na katika muda mwafaka. Lakini tu nikisema asante kubwa kwa kuwa nami mwanzo hadi mwisho. Tutakutana tena ikiwa wakati mwingine, asante.